Swali nambari 13. Compline inasaliwa wakati gani? Compline ni sala inayosaliwa usiku kabla ya kulala. Ni sala ya kumshukuru Mungu na kuomba ulinzi wakati wa usiku. Swali nambari 14. Telsia, sesta na nona ni nini? Telsia ni sala inayosaliwa saa tatu asubuhi, sesta ni sala inayosaliwa saa sita mchana na nona ni sala inayosaliwa saa tisa alasiri. Swali nambari 15 ni maandiko gani ya Biblia yanathibitisha desturi ya kusali kwa nyakati mbalimbali mbali? Mosi, ni Zaburi 119 aya 164 inasomeka hivi: mara saba kwa siku na kusifu wewe. Pili, Zaburi sura 55 aya 18 inasomeka hivi jioni asubuhi na mchana nitalia na kuugua naye atasikia sauti yangu. Tatu, Danieli sura ya sita aya ya kumi na moja inasomeka hivi: aliendelea na desturi ya kwenda nyumbani kupiga magoti mara tatu kwa siku. Nne ni Matendo ya Mitume sura ya tatu aya ya kwanza inasomeka hivi: saa ya tisa Petro na Yohane walikuwa wakikwea na kuingia hekaruni. Na mwisho kabisa ni waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya tano aya kumi na saba inasomeka hivi, salini bila kukoma. Swali nambari kumi na sita ni kwa nini Zaburi zina nafasi muhimu katika sala ya kanisa? Zaburi zina nafasi muhimu katika sala ya kanisa kwa sababu, kwanza ni sala ya neno la Mungu lakini pili, Yesu mwenyewe alizisali, mfano Zaburi ya ishirini na mbili inayosomeka hivi Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu mbona umeniacha? Lakini pia zaburi zinaeleza hisia za kila mtu yani, furaha, huzuni, toba, shukrani, kilio na matumaini. Lakini pia zaburi zinasaidia kanisa kumsifu Mungu kwa pamoja, kwa sababu zimeandikwa kwa mfumo wa ushairi, hivyo zinaweza kuimbwa au kusomwa kwa zamu. Lakini pia ni mapokeo ya kanisa tangu kale zimekuwa zikitumika katika sala ya kanisa.